Ya, na niwahi kuzungumzia hapa kitu kinaitwa infectious coryza. Ni ni kuathirika kwa mfumo wa upumuaji wa kuku ambao baadaye unamletea mafua makali, na mafua jamani yanasababishwa na virusi, unaona eh? Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni ugonjwa ambao unakuja kwa upepo na virusi vya mafua huwa vinaambukizwa kwa njia ya hewa pia. Kwa hiyo lazima umchunguze kuku wako, utakapoona kuku wako ana dalili hizo anatoa machozi, macho yanavimba, maugali kwenye macho, kunakuwa na maugali fulani kama maujiuji hivi meupe kwenye macho. Ukimchunguza vizuri utaona kwa nini anafumba jicho, mfuatilie. utaona ndani kunakuwa na maugali ugali fulani. Umwahi haraka sana huyo kuku kumtoa, kwanza umtenge na kundi ili uweze kumhudumia, alafu ile huduma unayo unayompa huyo kuku ambaye tayari umegundua na tatizo, hakikisha wale wanaobaki bandani na unawapa ile huduma, ile huduma utakayowapa, maana kwa maana ya kwamba dawa au tiba, ita play part kama kinga kwa wale ambao bado hawajaathirika, wa lakini ita play part kama tiba kwa wale ambao tayari wameathirika. Tunaelewana jamani? Nifuatilie kwa makini sana, na kusaidia tu wewe hapo. Kwa hiyo lazima uangalie machoni kuna shida gani, kama ni mafua makali basi, tafuta dawa za mafua wapatie. Kuna dawa nyingi tu za mafua, kuna Fulban, kuna Limozin, kuna Elomvit, kuna, kuna nyingi, nyingi nyingi ziko, siwezi kuzitaja zote aa. Kwa hiyo unaweza ukatafuta hizo dawa ukawapa. Lakini kabla hujawapatia hizo dawa, hatua ya kwanza kumsaidia yule kuku, umshike yule kuku mtenge, au washike wale kuku watenge na kundi kubwa ambalo bado alijaathirika, alafu anza kuwafanyia first aid Tafuta maji ya uvuguvugu weka na kachumvi, kwa mbali kama o fulani hivi, ile o ambayo tunawapaga watoto kuzuia kuharisha Kuna... ile o ambayo tunawapa watoto kuwasaidia kuzuia kuharisha. Tunaweka maji ya uvuguvugu, tunaweka kachumvi kidogo na kasukari. Sasa haya ya kuwasafishia hawa, sukari hauweki, unaweka tu chumvi Unaweka chumvi kiasi, isiwe kali kiasi. Unaenda unamsafisha, unachukua kitu kilaini kama ni kitambaa au pamba, unachukua unaijwiga wangoni. Unasema kujwiga, yani unazamisha ile pamba kwenye yale maji yenye chumvi, au ile ile ile tunaita tunaita solution, he? kwa sababu tumesha changanya maji na chumvi, eh, unachanga unatumbukiza ile, unamsafisha taratibu. Ukimsafisha utaona kuku anafumbua macho, anaona lakini usipomsafisha yale anampa upofu, anakuwa awezi kuona, akikaa muda mrefu anapata upofu wa kudumu. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo lazima umsafishe vizuri. Ukishamsafisha vizuri kuku wako sasa, unakwenda kuwapatia dawa. Kama una malimau una pilipili una pilipili kichaa, unaweza ukachukua hizo malimau pilipili kichaa ukazisaga, alafu ukawanywesha wote walio wazima na wale ambao wagonjwa sasa. Kama wale wagonjwa hawana uwezo kabisa wa kunywa hayo maji wenyewe, chukua bomba la sindano, fyonza yale maji, alafu mfunue mdomo kidogo, peleka yale maji ya dawa, atakunywa tu. Na wakati mwingine kuku anaweza ashindwe kunywa maji, lakini pia ashindwe kudonoa kula chakula. Hilo hilo bomba, tengeneza ka slice, yani kauji kalaini sana, sawa, weka na kasukari kidogo vuta ile maji ule uji wanyweshe, wanapona. Nitakuonyesheni kuku mmoja nikifika nyumbani, nimemfanyia hiyo huduma juzi. Alikuwa hawezi kabisa, jogoo alikuwa apotee, nilimfanyia tu hiyo service, saizi mzima anaona, lakini bado hajapata nguvu, siwezi kumrudisha bandani. Tunaelewana. Nimesema uchukue pilipili pili, nimezungumzia pilipili kichaa, nimezungumzia limau Ukiweza kama unaweza kupata majani ya mbaazi kwa karibu, chukua majani ya mbaazi na yaoshe vizuri, sagia pamoja, wape kuku wako wote walioathirika na wale ambao hawajaathirika kwa pamoja, wapatie hao kuku hiyo tiba. Utakuja kuniambia kwenye comment section umesaidika au hajasaidika. Mafua sasa yana mambo mengi, kwa sababu u, u, unapotaka kutibu unaweza kutibu kwa dawa za dukani au ukatibu kwa dawa za za dawa za, za, za mimea dawa za mimea. Unaweza ukatibu kama tatizo la sasa, yani kuku wale ni wachache wamepata, kwa sababu dawa za mimea zifanye kazi haraka vile kama vile una, una, unafanya dawa za dukani, ingawa na zenyewe zina spidi yake. Lakini sasa kwenye kuamini nako tunatofautiana. Wewe unaamini hivi, unaamini dawa za dukani, mwingine anaamini dawa za za, za, mimea. Kwa hiyo ni wewe sasa, spidi yako na kile ambacho unaona ni rahisi kwako, ukipata basi ukifanye kazi hicho, sawa. Kwa hiyo utachukua yale malimau , utachukua pilipili kichaa, utachukua na majani ya mbazi, uta brand afu utawapatia, kulingana na idadi ya kuku wako. Kwa hiyo utaangalia uchukue kiasi gani kulingana na idadi ya kuku wako. Sina pilipili sasa hivi, uh, sina mami, sina majani ya mbazi, ningekuwekea sample. Lakini unaweza tu ukakadiria kiasi, kiasi lita 20, ukawapa . Usiweke maji mengi, kwa sababu ile ni dawa. Wakisha kunywa ile dawa kamaliza, then tutawekea maji ya kawaida. Tunaelewana? tunaelewana jamani? Mnanisoma <laughs> na kwa sababu, wakati mwingine macho kujaa uga ma ma ma ugali ugali yale kuziba nini, ni kwa sababu mara nyingi wafugaji kuku yule akishafika umri wa miezi miwili miezi mitatu, wanaweka kando kabisa vitamini hawapatii, na hilo ni tatizo. Mara nyingi nimesema kwamba kuku wakubwa jamani wanahitaji